Karibu tena ku Dream Start Labs. Ndani ya hii video ndaonesha namna gani kutia ku usasa kanuni za katiba yenu na kuelewa namna gani hiyo itaenenda kwa wanamemba. Fikiria kundi nakubaliana kama wanapenda kugawa kiasi kubwa ya pesa wakati ya gao lao, kwa hiyo wanapenda kuongeza to yabo ya faida. Namna gani wataifanya? Itakuwaje ama itakuwaje kumikopo yenyewe bado hazijalipwa? Basi ni kwenda kwenye muundo, unagusa katiba, unafanya ya kufata, tena ya kufata, ya kufata, kisha unafikia kunyanandika namna ya kupata faida, unagusa mwa hiyo faida ambayo tayari imekushachaguliwa, kisha unafanya tena ya kufata kisha unafanya tena ya kufata. Tuseme kwa mfano kundi, napenda kutoa ama kubadili hii to ya faida ya asilimia kumi na tano kuibeba kwa makumi mbili hii mikopo ya miezi sita. Hapo unapata tambulisho, ni vizuri usome hii tambulisho na uielewe, kwani nasema kama mikopo ambazo zilikamatiwa mbele ya hii mabajiriko hazitahusika, lakini mikopo ambayo tutakamata kisha kufanya mabajiriko ndio zitahusika na hizi mabajiriko. Vile vile ukisha isoma na kusema tunakubaliana, tunasema ndio. Basi tunaweza tukavuta ile asilimia kumi na tano tunatia makumi mbili. Kisha hapo tuna finya ya kufata, kisha tena tunasema kama mkopo wa miezi sita tayari faida wake itakuwa asilimia ishirini ama makumi mbili. Kwa kuhakikisha hiyo, tunasema ndio, endelea, kisha tena tunasema ndio. Tukishasoma hii yote kisha tunafanya ya kufata, kama atafanya mabadiliko kuhusu wale wa kusaini. Kisha tena tunafanya ya kufata bila kubadili hata kitu Kwani lengo yetu ilikuwa ni ya kubadili tu to ya faida. Tunafanya tena ya kufata, kisha tunasema, tunasema ndio, tutuma resi ama receipt, kisha tunafanya imefanyika, kisha tunasema tena ndio, na hapo tutakuwa tuna tunamaliza. Asante.